Nataka unikule. Ha? Nataka unikule. Hapa hapa kwenye kocha au chumbani? Nataka unishikishi. Unataka unikunje unishike kiuno. Yaani unishike nywele yani. Yo, nimesema na nataka large na small. Ya zote mbili afu mara nyingi sana nagiza hapo, mbona kwa ulie yoda kuielezea kila siku ah, ah. Mimi ndiye ninayelipa, sasa unaweza ukanipangia kati, mimi ndo nalipa. Hey, mii hey, ndonalipa emguja kwanza Nataka unikule. Eh? Nataka unikule. Hapa hapa kwenye kocha au chumbani? Siwezi kufanya hivyo. Kwa nini? Unajua na mpenzi wangu. Wewe wewe, mpenzi wako miezi nane yote mnaachana, mnarudiana, mnaachana, mnarudiana. Ni nini? Ah. Eh hey, mimi lakini nakuwa naye nikitaka mimi. Anyway. Kwa nini hautanitokea? Unamjua yule mbwa? Mbwana na. Si yule Godi. Godi si mpenzi wako. Ndiyo. Mchepuko wake Godi, kanitumia video. Bwana kulala. Huh? Alafu sasa Godi kafanya vitu ambavyo hajawahi hata kunifanyia mimi. Ana mnamba miguu. Ni unyayo. Unyayo. Unajua <laughs> ndo maana last time tunakutana pale kwenye restaurant ulikuwa unanuka mdomo. Unanuka <laughs> <laughs> <laughs> mdomo. Sasa. Mhm. Uh -huh. <laughs> na nakufanyia vitu ambavyo hata gold sije <laughs> kumfanyia. Tunajirekodi, tunamtumia. Hiyo ina maanisha kwamba mimi na wewe tujikotoa, tufanya mapenzi. Mhm. Alafu tutume. Ndio tunamtumia. Ah, bisbe. <laughs> tunamtumia. <laughs> tuna <mtumia. laughs>

Wewe si unataka video hiyo? Yani nikupe staili hiyo, tumfundishe, tumpe somo yani, okay. Tusipoteze muda sana, bafu liko ba hapa, chumba changu kiko pale. Wakati wewe unaoga, mimi ngoja nifanye setup, ni shuti na simu yangu, sawa